Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia na wasalimu kwa jina la Busara TV, tuseme burudani bila kikomo. Kwa majina kamili naitwa Abdulrazak Muhammad Mtauka, jina maarufu Mr. Tash. Hello mambo vipi mashabiki zangu, kwa jina naitwa Dore, ni msanii kutoka Busara TV. Uh, nimeshiriki kwenye tamthilia ya maisha ya ndoa kwenye maisha ya ndoa nimecheza nime kama mke wa Kai nimeolewa kabisa ni mke wa ndoa wa Kai lakini nimecheza kama mwanamke ambaye namsaliti mume wangu yaani nina mwanaume mwingine nje Hello mambo vipi kwa majina naitwa Monica Joseph wengi wenu mnanifahamu kwa jina la Zawadi kutokana na tamthilia ya maisha ya ndoa nilocheza na pia ni msanii wa Busati TV Uhusika wangu kwenye maisha ya ndoa nimeigiza kama ni house girl wa Mr. Kai. Lakini ni house girl ambaye nilikuwa najua siri nyingi sana za mke wa bosi wangu, lakini nilikuwa naogopa kuzitoa, kutokana nilikuwa naitetea sana kazi yangu kwa sababu nimetoka kwenye maisha ya kijijini. Kwa kuja mjini lazima niwe na kaba. Mradi nizidi kuendelea kudumu kwenye kazi yangu. Mambo vipi mabibi na mabwana? Kwa majina anaitwa Sajad Salim Olotu almaarufu kama Kaibei. Mimi ni mmoja wa washiriki wakuu kwenye tamthilia ya Maisha ya Ndoa. Kwa hiyo leo hii naomba niwashukuru ndugu, jamaa, marafiki na mashabiki wote wa TV kwa ujumla, hususan Maisha ya Ndoa, kwa support mliotupa kuanzia episodi ya kwanza mpaka tumehitimisha episodi yetu ya mwisho. Naitwa Ali Omari Mwangezi. Mimi ni mzaliwa wa Tanga na, na makabila mawili, Ubondei kidogo na Uzigua kidogo, lakini Ali maarufu wengi wananijua kama Engineer, super generator solar power aka dume la nyoka wanzagi Julius Maimbo Kilamba Ukwaju. Niende moja kwa moja eh, kwenye hichi ambacho nataka kukisema hususa kwenye silizi yetu tuliyoifunga ya maisha ya ndoa. Kwenye maisha ya ndoa mimi nimehusika kama mpangaji mkorofi kidogo, mpangaji mwenye ucheshi kidogo ambaye nilip, eh, nilipata nafasi ya kwenda kupanga kwenye nyumba ya kina Mr. Tasha, lakini kwa bahati mbaya sikuweza kudumu kwenye ile nyumba kulingana na mwenendo niliokuwa nao mimi, hasa kwenye majambo yangu. Kwanza nilikuwa sieleweki, sina kazi maalumu. Pili ila umeme nasumbua. Tatu sishauriki. Lakini nne nikajiingiza kwenye kundi ambalo mtu yoyote yule angelisikia hilo kundi mimi naenda asingekubaliana na mimi. Napenda kuwashukuru mashabiki zangu ambao mmenifuatilia kuanzia mwanzo mlipoanza kunifahamu mpaka leo hii. Mmenipa ushirikiano wa kutosha sana kuanzia kwa nitamthilia pendwa ya House Girl, lakini baada ya kumaliza House Girl, kuanzia msimu wa kwanza mpaka msimu wa nne, tumekuja tamthilia yetu ya Maisha ya Ndoa, pia mmenipokea vizuri sana. Lakini pia na imani, nimewapa kitu ambacho mlichokuwa mnakihitaji kwa sababu watu walikuwa na comment sana, tunatamani kumwona Mr Tasha akicheza kwenye character tofauti. Kwenye House Girl nilicheza mtu ambaye na fedha, mtu ambaye na ushauri mwingi. Watu wakasema kwamba tunataka tuione sanaa yako zaidi, au badilishwe uhusika. Basi kwenye tamthilia maisha ya ndoa nikafanikiwa kubadilishiwa uhusika, story kaniona nicheze mtu mwingine kabisa. Nilimpenda sana mwanaume wa nje kuliko mwanaume wangu wa ndani. Hatua ya mwisho nikampangia mwanaume wangu wa nje, nikawa namhudumia kwa kila kitu. Na mwisho wa siku mume wangu akanifumania na yule mwanaume. Na yule mwanaume ni alikuwa rafiki mkubwa sana wa mume wangu. Alimwajiri ofisini kwake, lakini mimi nikawa namsaliti na kufanya kazi wake wa kazini bila yeye mwenyewe kujua. Mume wangu alivyonifumania, akakasirika akaondoka haja kufanya chochote. Na mimi nikarudi nyumbani, hivyo ndoa yangu haikuwa vizuri sana, nilikuwa naishi nayo tu ilikuwa mume wangu tena akawa hana imani tena na mimi, aliamini tena lakini bado sikukoma na sikuishia hapo. Nikaendelea kuwa natoka tena na yule mchepuko kisirisiri. Mwisho siku tena mpaka nikaja nikamfumania yule mchepuko, kumbe alikuwa na mchumba wake mwingine kabisa. Baada ya kumfumania ikanibidi nirudi kwa mume wangu, ni niwe mwema nijisafishe kwa mume wangu, lakini ikashindikana. Niliingia kwenye dimbwi zito la kumpenda Mr. Tasha ambaye alikuwa ni muza madafu mwanzoni. Mwanzoni alikuwa ana dalili za kunikataa oh, o mara wewe bado mtoto, haujakuwa, haujui mapenzi ni nini. Lakini nilikuwa binti ambaye nilikuwa nalitetea sana penzi langu, sitaki Mr. Tasha aende kwa mtu mwingine, japokuwa yeye alikuwa amelazimishwa na mama yake kumpenda mwanamke mwingine na mama yake tu kutokana na tamaa za pesa, kwa sababu huyo binti alikuwa anaihudumia sana familia yake. Alafu mimi hapa, kipato changu kwa mwezi ilikuwa ni elfu sitini. Kwa hiyo kama kuna sini fulani hivi ambayo <laughs> mama alikuwa amenambia kwamba mshahara wangu ni elfu sitini kwamba haiwezi kukizi mahitaji yake mpaka wale wajomba zake Natasha wakaanza kunisimanga, oh, kwa hiyo pesa yako labda ya kununua dagaka rusungu. Kiukweli hiyo sili iliniumiza kiukweli kweli, kwa sababu wale mabinti bana walikuwa wakiongea kwa, kwa bei fulani hivi, lakini namshukuru Mungu nikafanikiwa kumpata Mr. Tasha, akaachana na huyo binti kwa sababu mama alimfumania kwenye danguro. Basi penzi langu likawa liko swafi na salama kabisa. Wanaume wengi wanabidi waige mfano kutoka kwa Kai Bey. Ukiangalia kwenye maisha andoa, ya ndoa Kai alikuwa anapitia changamoto nyingi sana kutoka kwa mke wake. Mke wake alikuwa ampi haki yake ya msingi, hamsikilizi hamuheshimu, anaweza kumjibu mbele za watobaki kama house girl. Na ukiangalia Kai alipuuzia vitu vyote hivyo, akaendelea kumpenda na kumjali mke wake japo kuna na mapungufu yake yote hayo ya na kitu kingine cha kujifunza kutoka kwa Kai, tunaona Kai ni ni baba bora kwenye familia. Kuna muda housegirl alikuwa ananyanyasika kwenye nyumba, ila Kai alikuwa anamtetea housegirl na kumpa moyo na kumtia bidii kwenye utendaji wake wa kazi. Na ukiangalia pia mke wake Kai ambaye ni mama Junior alikuwa hana mapenzi ya dhati juu ya mtoto ila Kaya alikuwa anamwelekeza mke wake, sio kwa ubaya, alikuwa anamuelekeza kwa hekima na busara. Lakini pia alikuwa na, alikuwa aonyeshe madhaifu ya mke wake mbele ya house girl na ndugu jamaa na marafiki. Ila ukiachana yote hayo, alikuwa anampenda mtoto wake sana sana, tofauti na mama. Ukiangalia mama alikuwa hana mapenzi ya dhati juu ya mtoto, lakini Kaya alikuwa anampenda mtoto. Japo kwa mbele ndio kuja kugundua kwa mtoto sio wake ila mapenzi hayakufa. Aliendelea, aliendeleza msimamo wake ule ule wa kumpenda mtoto. Katika tamthilia Maisha ya Ndoa nimekutana na changamoto moja kubwa sana. Kwa sababu mla mimi kazi yangu kubwa ilikuwa ni kuuza madafu. Kwa hiyo natakiwa naonekane nikiwa nafua madafu yale nayaandaa yani kwa ajili ya kwenda kuuza. Sasa changamoto kubwa mimi ni mdengeleko. Kwetu minazi ipo. Lakini changamoto kubwa mimi sijazaliwa huko Ndengelekoni Rufiji huko. Mimi nimezaliwa Dar es Salaam, nimelelewa Dar es Salaam na nimekuwa Dar es Salaam pia. Kwa hiyo mambo ya kufuafua nazi nilikuwa siwezi kwa kweli. Kwao si ni nilitaka nionekane nikiwa na fua dafu lile analiliandaa. Mimi siwezi. Kwa hiyo ikanibidi tu nitumie uzoefu tu wa kisanii nipambane. <laughs> Lakini kikweli kweli kwa kwenyewe ilikuwa ni changamoto kubwa sana, sana zaidi ya sana. Lakini ukiacha na hiyo, changamoto nyingine kubwa na kukutana nayo watu wengi sana wananiuliza je, yeah, Zawadi ni mpenzi wako kweli? jibu lake ni kwamba no comment. Uh, kitu cha kuambia kuhusiana na kaka yangu mimi na Mr. Tasha kuwa ni ya ukweli au sio ya ukweli, hapo tuweke tuweke nukta afu tuendelee kwa <laughs> sababu changamoto pia nakutana hata kwenye tamthilia house pia watu walikuwa wananiuliza je, yeah, Za titi ni mke wako kweli? Sasa jamani, kila mtu ambaye anaigiza naye kama ni mpenzi wangu basi ni mpenzi wangu kweli. Najaribu kuelewa mashabiki zangu, kwa sababu msanii wao wanaonishabikia huwa anavaa husika sahihi, lakini pia hata karakta mwenzangu anacheza nachezanaye pia anavaa husika sahihi, kiasi kwamba mpaka wanashindwa kuelewa hawa watu, je wanaigiza tu au nje ya kuigiza pia wana mahusiano ya kweli? Kwa hiyo mi niseme tu kwamba ni tunaigiza. <laughs> sini ambayo ilikuwa ngumu kwenye maisha ya ndoa kushuti ni ile sini ambayo nipo na Jordan ndani, alafu mume wangu akawa anagonga mlango. Ili sini ilikuwa ngumu sana, kumficha Jordan chini ya kitanda, mume wangu ili anaingia, kumnini mume wangu atoke ndani ili nimtoe ni mtoe Jordan, ili sini yeah. Sini ilikuwa ngumu sana kwangu tulenge. Kwa uh, ufupi ni, nilikuwa ni, ni baba baba wa familia yenye mtoto mmoja mdogo, mke na dada wa kazi. Kwa hiyo, kiufupi nilikuwa kiongozi wa familia na maanisha mwemili wa familia bora na imara. Na Kai alikuwa ni mmiliki wa kampuni ya kuuza magari mapya na used. Kwenye hiyo kampuni alikuwa na mfanyakazi ambaye anaitwa Jordan, ambapo tuliona kwenye story kwa Jordan alikuja kumsaliti bosi wake na kutembea na mke wa bosi wake ambaye ni Kai lakini ukiacha na yote hayo Kai pia alimwajiri mke wake kuwa kama marketing manager kwenye hiyo kampuni ya magari. Kitu ambacho nimekipenda zaidi kwenye tamthilia hii ya Maisha ya Ndoa ni kubadilishwa uhusika, uhusika uliobadilishwa kutoka kwenye karakta za utajiri kwenda kwenye karakta ya kiumaskini. Nimeipenda sana kwa sababu hata mimi mwenyewe imeni challenge, lakini pia imenifanya niweze kuonyesha uwezo wangu wa kuigiza. Sio tu kwamba kila siku naweza nikaigiza nikiwa katika muonekano huu pia na uwezo wa kuigiza hata nikiwa katika mwonekano mwingine. Uwezo huo pia ninao na nimeonyesha kwenye tamthilia hii ya maisha ya ndoa, na sio tu uhusika huo, uhusika ambao utakaokuja mbele yangu nitakaopewa story ikinihitaji nitaucheza. Kitu cha kuwaambia uongozi wangu kwa kunipa nafasi kubwa ya support main character kwenye tamthilia ya maisha ya ndoa, kitu cha kwanza kabisa nawashukuru kwa sababu ni movie yangu ya kwanza kabisa kuicheza na ni movie kubwa kuicheza mpaka kurushwa YouTube kwenye akaunti ya Busati TV. Nilikuwa sijawahi kuigiza before, kwa hiyo ni movie ambayo imenipa jina pia cha kwanza, imenipa umaarufu, imenipa kujionyesha kuwa na mimi nina kitu cha kufanya, kwa kitu cha kuahidi kabisa kwamba nitakuwa msanii mzuri ndani ya Busati TV, mwenye nidhamu na kila character ambayo nitaambiwa nicheze nitaiperform kwa hali ya juu, hadi tufikie marehemu sini niliyoipenda ni ile sini ambayo ya kumfumania mchepuko wangu, yani mtu ambaye nilikuwa namhudumia kila kitu, nampa kila kitu, nilikuwa kwa niko lazima niachane na mume wangu kwa ajili yake. Alafu ni kumbe ni mtu ambaye ana mchumba wake. Ili sini niliipenda sana, kwanza nilipenda kwa sababu nilicheza kwa hisia nilicheza, ni yaani nilivaa uhusika, yani kama kitu ambacho kimenikuta kweli. Kwa upande wangu sini ambayo ilikuwa bora zaidi ni ile sini ambapo Kai alikuwa ameenda kumconfront Mama Junior na kum kumshutumu kuusiana na maswala yake ya kujiuza kwenye danguru. Kwa hiyo unaona pale kwenye ile scene, Kai alikuwa na demand kutoka kwa Mama Junior, amwambie alikuwa anafanya kazi gani kabla ya kuingia kwenye ndoa na yeye, na he. Na ukiachana na yote hayo, huyu Junior ni mtoto wa nani? Kusema kweli ile scene ilikuwa bora sana Abu, ili kwa sababu ilikuwa na tension ya hali ya juu. Ukiangalia wasanii ambao ni Kai na Dori walicheza kwenye performance ya hali ya juu, ukizingatia kwenye engo nzima ya body language reaction performance, zile eh, ya ile scene ilikuwa bora sana kwangu na kwa upande wangu yani, ile scene yenyewe nikiangalia nakuwa very excited nasema se hapa kweli nilikuwa kwa tofauti zaidi, kwa sababu in nature, kwenye real life mimi ni mtu mpole sana, na sio mtu wa kupayuka. Ukiangalia ile series yani, <laughs> mimi mwenyewe yani najiogopa mimi. Nilikuwa kazi yangu ni moja tu, kwenda kuwanunua wale wadada wanaojiuza kwa kwenye series ya Maisha ya Ndoa. Ukiitazama vizuri utakuja kugundua kwamba kuna funzo tumelipata ndani yake yaani. Unaweza ukasema kwamba mimi nipo sahii na mwenzangu ndani tunayatengeneza maisha, lakini yeye hayuko tayari kwenye kutengeneza maisha kwao. Ningeomba mashabiki zetu, marafiki zetu, hizi silizi zetu ziwe ni funzo kwenu. Inawezekana ukawa una, una aina maisha, uwe ni dada, uwe ni kaka, ya maisha ambayo umeyaona katika silizi yetu, aidha uwe ni dada, uwe ni kaka, jaribu kuepuka haya maisha, kwa sababu yatakutenganisha na kile unachokipenda. Kwa mfano Dolini leo hii ameikosa ndoa yake ni kwa sababu ya uzembe tu. Aliamini kwamba atakachokifanya kitakuwa ni siri, lakini mwisho wa siku sio siri tena. Kuna sinema moja ambayo ilinipa hata ta kidogo, ile sinema ya kukosa kosa kumgonga gari kama mtoto, unajua ile sinema ile ilikuwa e, very technical. Najua upo kwenye high speed, unaendesha gari afu, ghafla, unaminya brake unakosakosa kumgonga mtu kwao. Tulipiga take nyingi sana, kwa sababu inahitaji timing ya ile gari inaokuja na ule object inaopita. ilinipata ili lsi sababu ni maisha ya mtu tuliweka rehani na nilikosakosa kumgonga na gari mimi naweza yeah. Nikaja kuwa star kubwa sana ambaye nitakayesumbua ulimwengu na kuitangaza Tanzania na jina langu mimi likavuma mithili ya radi inayopiga kwenye mvua kali, lakini kwa nguvu yenu, mashabiki, mimi kitu ninachowashauri watu ambao wenye kipato cha hali ya chini mpaka wanakataliwa na familia zingine kutokana na kipato chao ni kwamba wasikate tamaa, kwa sababu mapenzi hayachagui sehemu au mapenzi hayachagui nafasi ya mtu. Ni wewe tu mwenyewe kuwa na juhudi na penzi lako, basi kila kitu kinakuwa sawa na unampata huyo mtu wako unayemhitaji. Nina mengi sana ya kuambia mashabiki zangu. Kwanza ni washukuru kwa sapoti waliotupa kuanzia episodi ya kwanza ya Maisha ya Ndoa mpaka episodi ya mwisho, lakini pia niwaambie wasitukate tamaa, maana sisi si chochote bila wao. Wametuunga sana mkono kuanzia kwenye Maisha ya Ndoa maimadha, lakini pia niwaambie wakae tayari na wakae mkao wa kula, kwa sababu mwisho wa jambo moja ni mwanzo wa jambo jingine ambalo ni kubwa zaidi. Kwa hiyo tumemaliza Maisha ya Ndoa, salamini, ya Ndoa salama salimini. Kwa hiyo tunaikaribisha jambo jipya, tamthilia ya Mvuvi. Kwa hiyo kae tayari kuipokea jambo hili jipya ambalo lina maudhui tofauti na mandhari tofauti, lakini pia wale wahusika wote waliozoea wamekuja kwa staili mpya. Kwa hiyo naomba mashabiki mtupokee na kazi yetu mpya, mtupe ushirikiano kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kama ambavyo mlitupa ushirikiano kwenye kazi zetu za nyuma, kama ambavyo mlipenda kuniona nikicheza uhusika tofauti kwenye tamthilia ya Maisha ya Ndoa, basi kadhalika na kwenye tamthilia ya Mvuvi pia nimecheza tofauti, kwa sababu mimi ni mtu ambaye na uwezo wa kubadilika badilika na nikafanya kitu kizuri zaidi. Kwa hiyo tamthilia hii ya Mvuvi ukiingia, ukiniangalia, utapata radha yangu nyingine tofauti ambayo haujawahi kuizoea hata siku moja. Kama umekubali kuishi katika maisha ya ndoa, jaribu kuilinda ndoa yako, usiwe unakengeuka kengeuka, yani unataka huku na huku eh? Haya maisha ni mafupi, umeona? Ukipata bahati ya kuolewa tulia. Kwao mimi niseme tu watazamaji wetu eh, mimi kama eh, kipenzi chenu kilambao kwaju, nawaahidi aina asili hizi, Busati TV chaneli yetu pendwa, burudani kwa wote mtakuwa mnazipata, mna kila siku, ili mradi tu muweze kujifunza jambo. Kwenye mitandao yangu ya kijamii, Instagram natumia zawadi official, TikTok natumia zawadi special pamoja na Facebook natumia zawadi special. Uh, mimi natumia Dorpina Instagram, Facebook, TikTok, YouTube utanipata kwa jina la official Dorpina, lakini pia usisahau kunifuatilia katika mitandao yangu yote ya kijamii kuanzia TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, kote huko natumia Mr Tasha. Kokote ukiingia search Mr Tasha basi utanipata. Najua wengi wanatamani kuzungumza na mimi. Wengi wanatamani kuniuliza baadhi ya maswali na kila kitu. Kupitia mitandao ya kijamii tunaweza kuzungumza na tukaelewana kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo nifuate kwenye mitandao ya kijamii, hakikisha umenifollow, lakini pia posti zangu na zilike. Itakuwa ni vizuri sana, msikose kusubscribe kwenye channel ya Pusa TV, kushare, ku like pamoja na kucomment. Bye bye. Nawapenda na sana. Maisha